Ila sitachelewa kupata eti, ndugu <gibu> yangu kwa kawaida, kwa kawaida visa ya kazi ya ndani haichelewi. Siku moja tu visa imetoka. Sasa nakwambia, siku moja tu visa imetoka. Isipotoka siku moja utanifuata, niliambiwa siku moja tu, uliniambia siku moja visa imetoka, sasa mbona haijatoka? Dada yepi? Sasa nikuambie penye hapo, isipotoka siku moja unatakiwa muamini Mungu. Uanze kumwamini Mungu. Inachelewa, haichelewi, yote yako mikononi mwa Mungu. unataka iwai, ukifika hapa ukikutana na changamoto, Mungu akichelewa kuziondoa changamoto, utakuwa na imani na Mungu kweli? Kila kitu ni kumwamini Mungu, kila kitu mkabidhi Mungu. Umeshapata pasipoti, asante Mungu, yaliyobaki na kuachia Mungu kama ni mapenzi yako mimi kwenda nitaenda, kama sio kwa mapenzi yako mimi kuto kwenda sitaenda, na yote atakayotokea Mungu asante, kwa sababu una mpango mzuri juu yangu. Usitumie akili yako, usitumie hisia ya zako, okay, utakuwa disappointed, utavunjika moyo okay. Unaweza ukapata mapema ukafika hapo ukarudishwa, au ukafika huku ukarudishwa. Yote yako juu ya Mungu yote yako mikononi mwa Mungu, munisikilize, mnisikilize penyeapa, naongea kama utani. Tafadhali, haraka haraka haina baraka, cha muhimu kuwa tayari, andaa vitu vyako. Ukisikia mguu pande mguu sawa, mbele tembea. Maasala.